Unazungumziaje utekaji unajua ngoja niwaambie. Sasa sijui nikizungumza kwanza utekaji ni jambo la hovyo lifanywe na mtu binafsi lifanywe na kundi la watu lifanywe na serikali lifanywe na mtu yoyote yule ni jambo la hovyo jambo lisilozingatia misingi ya utu lakini lawama zinazoelekezwa sasa ni kana kwamba serikali ina kundi la watu ambao kazi yao ni kuteka. Hasa kama ungekuwa wanateka wale wanaokosoa, si mimi ningetekwa? Kama kuna mtu ameikosoa chama hiki serikali hii, mimi ni moja, kataka kusema hivi Hatukubaliane na utekaji wa mtu yeyote. Lakini nadhani ni muhimu tukajua nani hao wanaofanya hivi. Nadhani kila mwananchi, ni rai yangu kwamba kila mwananchi anaye aliye na habari kwamba kuna raia ametekwa na anamhisi kwamba aliyemteka alie, an, anajua aliyemteka ni fulani, ni vizuri watu wawe na ujasiri. Unajua, shida yetu ni kwamba wakati mwingine tunakuwa waoga wa kutaka kunyoshwa vidole kwa, wakati mwingine vitu hivi vina gharama. Ni lazima ukubali kubeba gharama ya kutoa ushirikiano kwa vyombo ili huyo mhalifu aweze kupatikana. Lakini tukinyamaza tu, hivi kweli serikali itajua tu nani kamteka Sendeka kule porini Simanjiro akitembea kwa sababu tu ametekwa kwenye eneo ambalo hala hamna kituo cha polisi? Tutalaumu tu serikali kila mahali. Kwa mimi nasema vita vya utekaji lazima vipige vipigwe vita tuvipige vita wote. Watanzania wote waungane kuvilaani kuvipiga vita. Na kwa kweli kujiandaa kimkakati kuhakikisha kwamba watekaji hawawezi kupata nafasi katika nchi yetu. Wawe wanatoka kwenye kundi lolote, kitendo hiki cha hovyo akiwezi kuvumiliwa na akistahili kuwepo katika nchi kama hii inayothamini misingi ya haki na utu. Niwaambie tu. Dr. Samia Suluhu Hassan. Hata ukimwangalia usoni hivi. Na sisi, maana unaweza leo ukasema kwa sababu leo ni rais. Sisi tunaomjua uungwana wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Moyo wa upendo aliokuwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Dk Samia Suluhu Hasan hawezi kutenana dhambi hiyo. Serikali haywezi kuwa na baraka zozote za Dokta Samia Suluh Hasan. Vitendo vya hovyo vya aina hiyo havina nafasi katika moyo na akili na mtizamo wa Dota Samia, Samia Samia leo anatafuta madaraka ya nchi. Wewe utafuta madaraka ya nchi alafu uteke? Alafu wewe ni mama, unampata wapi mama mwenye moyo huo? Huyu mjua sisi ni mtu rahimu muumini wa dini yake ya Kiislamu. Mimi sio Mwislam, lakini namuona anavyoenenda na ana-anavyoonekana anavyoonekanakupata maadili ya dini yake, ndivyo ninavyomuona mimi. Dr. Samia ni kiongozi mwenye upendo wa dhati kwa nchi. Mimi sijawahi kupeleka pendekezo na ombi lolote kwa Dr. Samia Sulu Hasan husu jimbo langu au majimbo mengine au mtu binafsi, alafu ilo jambo ilikaachwa pembeni hata siku moja. Na wakati mwingine nikimpigia tu mtu wake wa karibu, akifikisha atasema kaka jambo lako nimelipata fulani atakupa majibu yake. Na niwaambie mfano mzuri tu. Tumepiga kelele juu ya ardhi hii ya ufugaji. Ya mapendekezo ya ile Wizara ya Mali Asili na Utalii kuhusu mapori tengefu kuanzishwa kwenye maeneo ya malisho. Tumemwambia Dr. Samia Suluhu Hassan, kamtuma Waziri Mohamed Mchengerwa atamke hapa Arusha kwamba ardhi hiyo ya ufugaji itaendelea kubaki kwa ajili ya shughuli za wafugaji tu blikizi kiu ya wafugaji, ndio maana mimi nataka niwambieni, wafugaji huku watatoa kura zote kwa Dr. Samia dsamia, na nadhani nimejibu maswali yenu. Nawashukuru sana kupambania chama chako na kuvunja makundi athari. Nataka niseme hivi mimi ninao wajibu kwa chama changu na, na sio mwaka huu tu nimewaambieni, tisini na tano jina langu halikurudi. Nimeongoza kampeni ya Mheshimiwa Kone na tisini na tano hiyo hiyo, chama changu kikanipa heshima ya kuwa mmoja wa waratibu wa kanda hii chini ya uongozi wa pit, marehemu Peter Kisumo, na kanda hii ilikuwa ni mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha nikiwa kijana mdogo kabisa, tisini na tano elfu mbili nikaingia tena kwenye kutia nia, aliyeteuliwa ni Lieutenant Colonel Dr. Vincent de Vincent Kone. mimi ndio nikawa mpigia debe wake Ha, machama. Siku nuna. Na hiyo hiyo ni eh, 95 na elfu mbili hapa katikati, nimeteuliwa nimegombea, nikawa mbunge. Mwaka huu ndio nimetiania sikuteuliwa, nikamwambia nina amani tele. Mimi salama, mimi nachoangalia ni salama ya nchi yangu. Watanzania watoe kura kwa chama ambacho kitaikisha usalama wa nchi hii na umoja na utulivu wa nchi, na mi naamini chia uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan Tanzania iko salama, utulivu wa nchi utakuwepo, amani ya nchi itakuwepo, mshikamano wa nchi utakuwepo, ustawi wa Watanzania utakuwa ni wa uhakika. Kwa hiyo hilo ndilo linalolifanya niendelee kupambana kuhakikisha kwamba, na wasihi wale wanaonisikia na wataka kubaliana nami